Sikiliza, tulistahili kufa kabisa, ila kifo hiki tunachokufa kina tumaini la ufufuo. Kile kifo cha milele hakina tumaini la ufufuo, na fursa imetolewa kwa kila amwaminie Yesu Kristo. Huyo aliyelipa gharama ya kifo hatapitia uzoefu wa kile kifo cha milele, ila kwa kuikataa kafara ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukaishi katika uovu tukalala mauti katika uovu, hicho kifo cha milele tutakutana nacho. Maana Yesu anapokuja kutakuwa na ufufuo mbili. Ufufuo wa kwanza ni wa wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wakaishi na kuenenda sawasawa na mapenzi yake hao watafufuliwa kwanza, miaka elfu baadaye waovu wote na Shetani mwenyewe. Waovu wakifufuliwa si kwa ajili ya chochote, badala yake ni kukutana na adhabu ama hukumu ya moto milele zote. Tunapokuwa katika msiba huu ni fursa yetu nzuri sana sisi tulio hai, wakati tukiumia na kusononeka na kuomboleza kwa namna zote, mioyoni mwetu, akilini mwetu tuwe na tafakari ya kina. Mwenzetu amemaliza safari, lakini sisi hatujui tutamalizaje safari zetu, na hivyo itusaidie tukio la leo, mtu fulani alejeshwe katika mstari wa kuyasalimisha maisha yake kikamilifu kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.